faqalu ya laitana nuradu wala nukadiba biayati rabbina wanakuna min almuminin. Tunaondokea kuanzia aya ya 28 iliyomo ndani ya Suratul An'am. Kwanza ni kawaida yetu kuyaweka mazingira yetu ya darsa zetu na jalsa yetu hii leo. Tunaanza na aswali. Je, tunatambua katika jalsa hii ni yapi yanayoendelea?

wa hafathuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda rawahu Muslim. Wa wamajtamaa qaumun, hawakukusanyika watu, imekuja kwa nakara watu watakao kusanyika. Almuhimu watu qaumun, wamekusanyika katika eneo gani? Fi baitin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni misikiti. Kwa lengo gani? Yatuluna kitabu Allah, wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu ni Al-Qur'an Al-Karim wayatadarasunahu na wanashirikiana katika kukisoma kitabu hicho, baadhi kwa baadhi nyingine, na ndio hapa hapa tunapata maana ya kwamba wanakumbushana yaliyomo ndani ya kitabu hicho, wanapeana maana zilizomo ndani ya kitabu hicho. Kwa hiyo tumo ndani ya yote haya, yatuluna kitabu Allah wayatadarasunahu kikao chetu hiki kimebeba yote hayo, na ndio tuliopo hapa. Nini kinachoendelea? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia, illa nazalat alaihimu sakina, isipokuwa kushuka juu yao utulivu. Utulivu wa nafsi, nafsi zinapata utulivu na Qurani shifaun limafisuduru, Qurani ni pozo. Magonjwa tunayougua ni mengi, lakini pia matatizo tulionayo ni mengi, shida tulizonazo ni nyingi, changamoto katika maisha haya ni nyingi. Ukikaa kwenye kikao ambacho kikao hicho kimekaliwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ukawa ni mojawapo katika kikao hicho, kukawa kuna soma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kikao hicho kukawa kunatolewa maana zilizomo ndani ya ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tafsiri ndani wake, kukawa na watu kukumbushana kwa Qur'ani, washiriki wote kinachotokea, nazalat alaihimu sakinatu hushuka juu yao utulivu. Hapa tuyatibu magonjwa ambayo wengi wetu tunaugua, ndio maana hatushiriki kikamilifu kuhudhuria vikao kama hivi. Tatizo ni nini? Maradhi tunaugua, tuna, tuna maradhi tuwagonjwa, kwani kuna kuna mapya gani? Hayo ni maradhi, kwani si yale yale? Ni maradhi hayo, watu wanaugua watu ni wagonjwa wengine ah. kipi nisichokijua? Unaumwa ndugu yangu, wewe ni mgonjwa, wewe ni mgonjwa. Hivi wewe uhitaji teremkiwa na utulivu? Huhitaji kupata utulivu? we waghashiyatuhum rahma wewe, wa na huwafunika wao rehma. Huhitaji wewe kufunikwa na rehma? wahafathuhum lmalaikatu, na huwazunguka wao malaika Haya ndiyo yanayotokea na yanayopatikana katika kikao kama hiki na mfano wa kikao kama hiki, katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama hii, na katika nyumba zingine kama hizi, almuhimu ndani mwake kuna somwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani mwake kuna watu kushirikiana eh, kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ku, eh, kukumbushana eh, kupeana maana za Qur'ani. Haya ndio yanayotokea, kushukiwa na utulivu wakapata utulivu katika nafsi zao, lakini eh, kufunikwa na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzungukwa na malaika, malaika wasiomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wametuzunguka. alafu wewe unasema, <laughs> si yale ah, yale wewe mgonjwa, wewe mgonjwa. Na wewe pengine unajiona una una ilmu ah. Ujaelimika, ujaelimika, we kaa tu kwenye kile kikao, kwa tu ni katika washiriki basi, pamoja na eh, na elimu yako kubwa, ukawepo kwenye, kwenye kile kikao, ukawa mshiriki kwenye kile kikao na elimu yako kubwa, utayapata haya kwa sababu majtamaa wamajitamaa qaumun, ukawa miongoni mwa qaumun. Sasa uwe mjuzi eh, uwe uwe uwe utakavyokuwa, almuhimu mshiriki katika kikao hicho. Kwa hiyo maimamu, waalimu, tusimame vizuri, tuwaelekeze watu wetu. Eh. Kwa sababu si kila mmoja kweli amekwenda sokoni, si kila mmoja ameingia ya ofisini, yani, wakati huu si kila mmoja yuko katika jambo ambalo ni katika yale ambayo sharia, eh, inampa nafasi kwamba huu ni udhuru. Ah? Wengine wako tunapiga miayo huko, umefahamu, wala hawana jambo linalowashughulisha. Hii ni kwa sababu inawezekana sisi hatukufanya kazi zetu vizuri. Inawezekana e, si jambo rahisi mpaka mtu akae, si mpaka aelimishwe. Sasa, <laughs> nani awaelimishe? Ni sisi eh? tuna kazi kubwa. Kwa hiyo imamu sio kusubiri tu kumwambia aliyeadhini, kimu mafika wakati eh? Ikawa ni kuwaswalisha tu. Kuna kazi <laughs> kuna kazi ya kuwajenga waumini eh! Hey, kuwalea waumini eh. Qur'an, Qur'an hii tunayoishughulikia hii

Qur'ani hii hii ala jabal juu ya mlima, la raaitahu khashian, ungeliuona mlima ni wenye kunyenyekea, mutasaddian, wenye kupasukapasuka pasuka, min khashyati llah, kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, na mifano hiyo tunaipiga kuwapigia watu. La'allahum yatafakkarun, ili wao watafakari. Ah. Kwa yote haya anahitaji Mwenyezi Mungu atufahamishe eh, Mwenyezi Mungu atufahamishe Naam. Walau tara idhi wukifu ala an-nar Qur'ani hiyo wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Al-mushrikun ambao tumezieleza sana hali zao na sifa zao, maishilio yao ni motoni. maishilio ya watu wenye kumkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, maishilio yao ni motoni. Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaambiwa, na mtume Muhammad anaambiwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, walau tara idh wuqifu ala an-nar lau ungeona tume Muhammad, idh wukifu ala nar, maana ni kwamba watakaposimamishwa kwenye moto. Kwa huu mwenendo wao hawa hawa hawa, ni wa motoni hawa. walau tara idh wuqifu ala nnar, na lau utaona, lau ungeona Mtume Muhammad idh wuqifu ala nnar, ha watakaposimamishwa. imekuja ukifu kwa swigha ya madhi, manake hapana shaka watasimamishwa. Watasimamishwa kwenye moto hawa. Sasa lau ungeona watakaposimamishwa, ala nar, kwenye moto. Faqalu, wakawa wanasema, faqalu wakasema, manake watakuwa wanasema faqalu, wakawa wanasema, ya laitana Nurad, ya laitana nurad, laiti tungelirudishwa, yaani warudishwe duniani ha? wanatamani warudishwe duniani watakaposimamishwa kwenye moto ha? Wakauona, wakaushuhudia ule moto, watakao yasema ni haya: ya laitana nuraddu, laiti tungelirudishwa. Maanake kurudishwa wapi? Duniani. wala nukadhiba biayati rabbina wala tusizikadhibishe aya, ishara, dalili, miujiza waliopewa mitume, kutiwa nguvu katika utume wao kusadikisha utume wao. wala nukadhiba bi ayati rabbina, watakaporudishwa duniani wanasema, wala eh, tusikadhibishe ishara eh, aya mbalimbali za Mola wetu, wanakuwa minal mu'minin, na tuwe miongoni mwa waumini yani, maana yake hapa kwamba watakaporudishwa duniani saw sawa sawa, hawatazikadhibisha tena zile ishara na dalili za Mola wao na hawatakuwa ni wenye eh, kumkufuru Mola wao, watakuwa waumini.

Eh, wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa juu ya moto eh, basi mtume ungeliona, eh, ungeliona mambo mabaya yanayowafika, la ra'aita amran adhiman, ungeona mambo makubwa mno, mambo ambayo tushibu lihaulihi ru'us vichwa vyenye nywele nyeusi, mtu hakufikia wakati wa kuwa na mvi nywele zake, lakini kwa uzito wa adhabu za motoni husababisha nywele kuota mvi. Kwa hiyo sio kuona kwa kawaida, manake utaona mambo makubwa, adhabu nzito zilizoandaliwa kwa hawa makafiri, kwa hawa washirikina. Sasa maneno kama haya ndani yake kukipatikana tafakur, kukipatikana mazingatio, ndiyo hiyo Qurani, walau anzalna hadha alquran ala jabalin, haya maneno haya yakashushwa juu ya jabali haya, la raaitahu khashian, ungeliona mlima ni wenye kunyenyekea. Maneno mazito haya. Mtasaddian, mlima ni wenye kupasuka pasuka. Maneno mazito haya, min khashyati llah, kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Sasa mifano hiyo tumepigiwa sisi wanadamu. Kwa sababu sisi ndio walengwa Qur'ani. Ameteremshiwa mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ili mtume e, atuonye kwayo. Kwa hiyo Qur'ani, eh, wanaotakiwa kuwa na tafakkur na Qur'ani na kuizingatia Qur'ani ni sisi, lakini hatujielewi, hatujitambui, tunaona kitu cha kawaida Naam. Basi mtume anaambiwa faqalu, eh, wakawa wanasema, yani mtume anaambiwa hawa mushrikuna watakawokuwa kiasema, wakiwa kwenye moto, faqalu, wakawa wanasema, maana yake wakasema, wakawa wanasema, ya laitana nuraddu wala nukadhiba biayati rabbina tamanna urujo manake watatamani kurudi ila dunia, watatamani kurudi duniani. liamalu amalan saliha ili wapate kutenda matendo mema, wapate kufanya amali njema ha? wala nukadhiba biayati rabbina manake wala yukadhibu biayatillah wala, eh, wasikadhibishe aya za Mwenyezi Mungu, ishara za Mwenyezi Mungu. Manake hawato mkadhibisha Mwenyezi Mungu, hawatazikadhibisha aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. wanakuna min almu'minin ay idha rajana ila dunya, tutakaporejea duniani nusaddiqu wa nu'minu billahi imanan sadiqa manake tutasadikisha na tutaamini, eh tutamsadikisha Mwenyezi Mungu tutamwamini Mwenyezi Mungu imanan sadika, imani ya kweli hapa. Fatamanna ulauda eh? Wakatamani kurudi liyuslihu lamala, ili wapate eh? kutengeneza amali, wayatadaraku azzalala, na yale makosa yale Ae, ambayo waliyofanya wayatadaraki mafamu naam. Hapa huu ni wakati wetu wa kujishughulisha kutenda matendo mema ha? Sasa hapa sisi tusiseme, hawa wanaambiwa makafiri, wanaambiwa mushirikuna. Sasa sisi tuzinduke, tuzinduke, tuzidishe ufanya mambo ya kheri. Wakati ni huu.